Katika maisha haya tunahitaji uzima na afya, maana pasipokuwa na afya njema hauwezi kwenda kazini. Pasipokuwa na afya njema hauwezi kusoma kama vile ambavyo ulipaswa kusoma. Pasipokuwa na afya, hakuna maendeleo ambayo yanaweza kufanyika ndani ya jamii. Kwa hiyo uhai na afya yako ni jambo la muhimu sana katika maisha yako, na hivyo afya na maombi ni vitu vinavyoenda sambamba sa kwa nini vinaenda sambamba? Tunaziona dawa za hospitalini, kama tutazitumia dawa zile pasipo kuwa na maombi itakuwa ni kazi bure, maana Mungu anaweka mkono wake kwenye zile dawa. Bwana Yesu asifiwe. Na kuna muda tutahitaji kutumia dawa za hospitalini. Umeumia, damu zinatoka, huwezi kabaki kupiga magoti hapo apo na sema Mungu naomba uzifanye hizi damu ziweze kukauka. Unachukua jukumu la kwenda hospitalini, wanakuweka bande na dawa zingine, na unaomba ili Mungu aweze kuponya kidonda chako. Bwana Yesu asifiwe.